Vitabu vya Biblia vimeandikwa katika miaka tofauti tofauti. Vimeandikwa na watu tofauti tofauti, karne tofauti tofauti, katika mazingira tofauti tofauti na katika vipindi na hali tofauti tofauti. Vitabu hivi vimeandikwa katika nchi na mataifa tofauti tofauti kwa kadiri ambavyo Mungu alikuwa anawaongoza. Katika kipindi kilichopita, tuliangalia mambo mengi yakiwemo vitabu na waandishi walioviandika. Siku ya leo tutaenda kuangalia vitabu na waandishi, lakini tutaenda kuangalia na miaka ambayo inasadikika vitabu hivyo viliandikwa, vipindi ambavyo vitabu hivyo viliandikwa, tukianzia na kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na Musa katika mwaka wa elfu moja mia nne na arobaini na sita kabla ya Kristo. Kitabu cha Kutoka kiliandikwa na Musa katika mwaka elfu moja mia nne na tano kabla ya Kristo. Na kitabu cha mambo ya walawi kiliandikwa na Musa katika mwaka wa elfu moja mia nne na tano kabla ya Kristo. Na hesabu iliandikwa na Musa katika mwaka wa elfu moja mia nne na tano pamoja na kumbukumbu -kumbu la torati kiliandikwa na Musa katika mwaka wa elfu moja mia nne na tano. Hivi vyote vitabu vya Musa viliandikwa kabla ya Kristo. Lakini kitabu cha Yoshua kiliandikwa na Yoshua katika mwaka ule wa elfu moja mia tatu na themanini kabla ya Kristo. Kitabu cha Waamuzi kiliandikwa na Samueli pamoja na kitabu cha Ruthu kiliandikwa na Samueli katika miaka ya elfu moja na hamsini kabla ya Kristo viliandikwa katika miaka ya elfu moja na hamsini kabla ya Kristo. Kitabu cha Samueli wa kwanza kiliandikwa na Samueli, Nathan na Gadi katika mwaka wa elfu moja na kumi kabla ya Kristo. Mwaka wa elfu moja na kumi kabla ya Kristo, lakini kitabu cha pili cha Samueli kiliandikwa na Nathan na Gadi katika mwaka wa mia tisa na sabini kabla ya Kristo. Lakini kitabu cha Wafalume wa kwanza na Wafalume wa pili, vitabu hivi vyote viliandikwa na Yeremia mnamo miaka ya mia tano na themanini kabla ya Kristo, miaka ya mia tano na themanini kabla ya Kristo. Lakini vitabu vya wa ma mambo ya nyakati cha kwanza na kitabu cha pili cha mambo ya nyakati pamoja na kitabu cha Ezra, mambo ya nyakati na mambo ya nyakati kitabu cha pili na kitabu cha Ezra, vitabu hivi vyote vitatu viliandikwa na Ezra katika miaka ya mia nne na arobaini kabla ya Kristo, miaka ya mia nne na arobaini kabla ya Kristo. Lakini kitabu cha Nehemia kiliandikwa na Nehemia kabla kiliandikwa na Nehemia kabla ya Kristo mwaka wa mia nne na ishirini, mwaka wa mia nne na ishirini. Lakini kitabu cha Esta inasadikika kiliandikwa na Mordekai katika mwaka wa mia nne na arobaini kabla ya Kristo, miaka ya mia nne na arobaini kabla ya Kristo. Lakini kitabu cha Ayubu inasadikika kuandikwa na Musa. Kitabu cha Ayubu inasadikika kuandikwa na Musa miaka ya elfu mbili kabla ya Kristo. Miaka ya elfu mbili kabla ya Kristo. Basi hiki ndicho kitabu cha kale zaidi kuliko vitabu vyote katika Biblia. Hiki ndicho kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa katika Biblia kwa mujibu wa makadirio ya miaka kilichoandikwa miaka ya elfu mbili kabla ya Kristo. Hakuna kitabu kingine chochote kilichoandikwa katika miaka ya elfu mbili kabla ya Kristo zaidi ya kitabu cha Ayubu. Lakini kitabu cha Zaburi kiliandikwa na Daudi pamoja na waandishi wengine wasiopungua sita. kitabu cha, kitabu cha Zaburi kimeandikwa na Daudi na waandishi wengine wasiopungua sita, akiwemo Musa, Sulemani, akiwemo Ezekia mfalme, akiwemo wana wa Kora na wengine wengi, ambapo inasadikika kitabu cha Zaburi kilianza kuandikwa miaka ya elfu moja mia nne na hamsini tunapozungumzia miaka ya elfu moja mia nne na hamsini ni miaka ya Musa, enzi hizo, miaka ya kina Musa elfu moja mia nne na hamsini hadi mwaka wa mia nne na thelathini mwaka wa mia nne na thelathini mwaka wa mia nne na thelathini ndo kipindi cha kina Ezra na Nehemia. Unaona waandishi wa kitabu cha Zaburi kimeandikwa kwa karne nyingi. Kitabu cha Zaburi ndicho kitabu ambacho kimeandikwa kwa karne nyingi kuliko vitabu vingine vyote. Yaani hiki kitabu cha Zaburi kimeandikwa na waandishi wengi kuliko vitabu vyote, lakini pia ndicho kitabu ambacho kimeandikwa kwa karne nyingi kuliko vitabu vyote na ndicho kitabu ambacho ni kirefu katika Biblia kuliko vitabu vyote na ndicho kitabu chenye sura ndefu ya Zaburi ya 119 kuliko sura zote. Kwa hiyo hiki kitabu ni kitabu chenye sifa za kipekee, maana zilikuwa ni kitabu cha ushairi. Kwa hiyo kitabu cha Zaburi ni kitabu chenye vitu vya tofauti kabisa, kimeandikwa na watu wengi, miaka mingi, karne nyingi. Kitabu kinaandikwa Zaburi, lakini kitabu cha cha mithali kitabu cha Mithali pamoja na kitabu cha Mhubiri na kitabu cha Wimbo ulio Bora, vitabu hivi vyote vitatu vimeandikwa na Sulemani. Lakini kitabu cha Mithali kimeandikwa na Sulemani agu, na pamoja na Agul na waandishi wengineo, ila asilimia kubwa ya kitabu cha Mithali kimeandikwa na Sulemani katika mwaka wa mia tisa na thelathini na tano kabla ya Kristo. Kitabu cha misali kimeandikwa miaka ya mia tisa thelathini na tano kabla ya Kristo. Kitabu cha muubiri kimeandikwa miaka ya mia tisa thelathini na tano kabla ya Kristo, lakini kitabu kile cha wimbo uliobora wimbo uliobora kimeandikwa na Sulemani katika miaka ya mia tisa na sitini na tano kabla ya Kristo. Kwa hiyo kitabu kile cha kwanza kabisa kuandikwa na Sulemani kilikuwa ni kitabu cha wimbo ulio bora. Kitabu cha wimbo ulio bora ndio kitabu cha Sulemani cha kwanza kabisa kuandika. Kwa inawezekana hiki kitabu alikiandika kipindi wanawake wengi, hatuwezi jua hiyo, nimeliingizia tu, lakini hiki ndio kitabu alichokiandika cha kwanza kwa kulingana na makadirio ya miaka. Lakini kitabu cha Isaya kimeandikwa na Isaya katika mwaka wa mia sita na themanini na tano kabla ya Kristo. Kitabu cha Yeremia kimeandikwa na Yeremia katika miaka ya mia tano na themanini na tano kabla ya Kristo, katika miaka ya mia tano na themanini na tano kabla ya Kristo. Kwa hiyo kitabu cha Yeremia kime kimeanza kuandikwa kabla ya kitabu vile vya wafalme wa kwanza pamoja na wafalme wa pili vilivyoandikwa mwaka wa mia tano na themanini na Yeremia. Kwa hiyo inaonyesha kitabu hiki cha Yeremia kimeanza kuandikwa na Yeremia kabla hivyo vitabu vya wafalme. Kitabu vya wafalme ambapo Yeremia pamoja na maombolezo vyote vimeandikwa na Yeremia katika mwaka wa 585 kabla ya Kristo lakini kitabu cha Ezekieli kimeandikwa na Ezekieli katika miaka ya miatano sabini na tatu kabla ya Kristo, miatano sabini na tatu kabla ya Kristo kitabu cha Ezekieli kimeandikwa. lakini kitabu cha Danieli kimeandikwa na Danieli katika miaka ya miatano na thelathini kabla ya Kristo, kimeandikwa na Danieli katika miaka ya miatano na thelathini kabla ya Kristo. Kitabu cha Hosea kimeandikwa na Hosea katika miaka ya mia saba hamsini na tano kabla ya Kristo. Miaka ya mia saba hamsini na tano kabla ya Kristo, kitabu cha Hosea kimeandikwa na Hosea. Kitabu cha Joel kimeandikwa na Joel au Yoheli katika miaka ya mia nane kabla ya Kristo. Kitabu cha Yoeli kimeandikwa miaka ya mia nane kabla ya Kristo. Kitabu cha Amos amekiandika Amos katika miaka ya mia saba sitini kabla ya Kristo. Ameandika Amos katika miaka ya 760 kabla ya Kristo. Kitabu cha Obadia kimeandikwa na Obadia katika miaka ya 845 kabla ya Kristo. Obadia imeandikwa katika miaka ya 845 kabla ya Kristo. Kitabu cha Yona kimeandikwa na Yona katika mwaka wa 780 kabla ya Kristo. Kitabu cha Yona kimeandikwa na Yona katika mwaka wa 780 kabla ya Kristo. Lakini kitabu kile cha Mika kimeandikwa na Mika katika mwa, miaka ya mia saba ishirini na tano kabla ya Kristo. Alafu kitabu cha Naumu amekiandika Naumu katika miaka ya mia sita hamsini na tano kabla ya Kristo. Abakuki ameandika kitabu cha Abakuki katika miaka ya mia sita na ishirini kabla ya Kristo. Alafu Zefania ameandika kitabu cha Zefania katika miaka ya mia sita ishirini na tano kabla ya Kristo. Agai ameandika kitabu cha Agai katika miaka ya mia tano ishirini kabla ya Kristo. Zekaria ameandika kitabu cha Zekaria katika miaka ya mia tano na ishirini kabla ya Kristo, alafu kitabu cha mwisho cha Agano la Kale kimeandikwa na Malaki katika miaka ya mia nne na sabini kabla ya Kristo. Vitabu vya Agano Jipya ni kama ifuatavyo. Kitabu cha Mathayo kimeandikwa na Mathayo katika miaka ya hamsini baada ya Kristo. Mwaka wa hamsini baada ya Kristo kitabu cha Mathayo kinaandikwa, lakini kitabu cha Malko kimeandikwa na Malko katika mwaka wa hamsini na mbili baada ya Kristo. Kitabu cha Luka kimeandikwa na Luka katika mwaka wa hamsini na tano baada ya Kristo. Kitabu cha Luka kimeandikwa na Luka katika mwaka wa hamsini na tano baada ya Kristo. Lakini kitabu kile cha Yohana kimeandikwa na Yohana katika mwaka wa sitini baada ya Kristo. Kitabu cha Yohana kimeandikwa na Yohana katika mwaka wa sitini baada ya Kristo. Alafu kitabu cha Matendo kimeandikwa na Luka katika mwaka wa sitini na mbili baada ya Kristo. Kitabu cha Matendo, mwandishi wake ni Luka katika mwaka wa sitini na mbili baada ya Kristo. Lakini kitabu cha Wakorintho wa kwanza kimeandikwa na Paulo katika mwaka wa hamsini na tano baada ya Kristo. Wakorintho wa kwanza ameandika Paulo katika mwaka wa hamsini na tano. Alafu Wakorintho wa pili ameandika Paulo katika mwaka wa hamsini na sita baada ya Kristo. Wakorintho wa kwanza ameandika Paulo katika mwaka wa hamsini na sita baada ya Kristo. Unaona, gepu la miaka lililopishana kati ya Wakorintho wa kwanza na wa pili ilikuwa ni gepu dogo la takribani kama mwaka mmoja, lakini kitabu cha Wagalatia kimeandikwa na Paulo katika mwaka wa hamsini na mbili baada ya Kristo, mwaka wa hamsini na mbili baada ya Kristo. Alafu kitabu kile cha Waefeso kimeandikwa na Paulo katika mwaka wa sitini na moja baada ya Kristo. Alafu kitabu kile cha Wafilipi ameandika Paulo katika mwaka wa sitini na moja baada ya Wakristo, baada ya Kristo. Alafu katika kitabu cha Wakolosai, Wakolosai kimeandikwa na Paulo pia katika mwaka wa sitini na moja baada ya Kristo. Kwa huu mwaka wa sitini na moja inaonyesha Paulo aliandika vitabu vingi sana. Tumeona hapa vitabu vitatu inasadikika viliandikwa kipindi kimoja ambacho ni Wagalatia ambacho ni ambavyo ni Waefeso sole si wa Galatia, Waefeso, wa Filipi na wa Kolosai, ambavyo vitabu vitatu vinasadikika kuandika mwaka wa sitini na moja. Lakini kitabu cha Wathesalonike wa kwanza kimeandikwa na Paulo katika mwaka wa hamsini baada ya Kristo. Alafu Wathesalonike wa pili kimeandikwa na Paulo katika mwaka wa hamsini na mbili baada ya Kristo. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza kimeandikwa katika mwaka wa sitini na mbili baada ya Kristo, kimeandikwa na Paulo. Timotheo wa pili kimeandikwa na Paulo katika mwaka wa sitini na nne baada ya Kristo, lakini kitabu cha Filimoni kimeandikwa na Paulo katika mwaka huo wa sitini na mbili. Alafu katika kitabu cha Waebrania hakijulikaniki mwandishi ni nani, lakini kiliandikwa miaka ya hamsini na tano baada ya Kristo alafu kitabu cha Yakobo kimeandikwa na Yakobo katika mwaka wa arobaini na nane baada ya Kristo. Inasadikika kuanzia mwaka wa arobaini mpaka hamsini lakini inasadikika kuanzia pale arobaini na tano hadi arobaini na nane ndio Yakobo anaandika kitabu cha Yakobo. Lakini yote juu ya yote Kitabu cha waraka wa Yakobo, hiki ndicho kitabu cha kwanza kabisa katika vitabu vya Agano Jipya, yaani hiki ndo kitabu cha kwanza kuandikwa, kabla havijaanza kuandikwa kitabu cha Masayo wala Luka wala Yohana, kabla havijaanza kuandikwa vitabu vya Injili wala Matendo, kabla havijaanza kuandikwa nyaraka zote, kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa kilikuwa ni kitabu cha Yakobo, waraka wa kitabu cha Yakobo au waraka wa Yakobo. Lakini kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza kimeandikwa na Petro katika mwaka wa arobaini na nane kimeandikwa na Petro katika mwaka wa sitini na mbili samani arobaini na nane ni kitabu cha Yakobo. Petro kimeandikwa katika mwaka wa sitini na mbili baada ya Kristo. Lakini kitabu cha pili cha Petro kimeandikwa na Petro katika mwaka wa sitini na nne baada ya Kristo. Alafu kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana na waraka wa tatu wa Yohana vimeandikwa na Mtume Yohana katika miaka ya themanini na tano baada ya Kristo, miaka ya themanini na tano baada ya Kristo. Alafu kitabu cha Yuda kimeandikwa na Yuda ndugu yake na Bwana, Yuda ndugu yake na Yesu huyu kakiandika kitabu cha Yuda katika mwaka wa sitini na tano baada ya Kristo. Alafu kitabu cha ufunuo wa Yohana kimeandikwa na Yohana katika mwaka wa tisini na tano hadi tisini na nane pale hadi mwaka wa mia moja baada ya Kristo. Kwanzia mwaka wa tisini na tano hadi tisini na nane inasadikika ufunuo ulikuwa unaandikwa, kitabu hiki cha ufunuo kilikuwa kinaandikwa na Yohana katika kisiwa kile cha Patmo. Kwa hiyo kitabu hiki cha ufunuo wa Yohana ndicho kitabu cha mwisho kuandikwa katika Biblia, kama kilivyokuwa cha mwisho kupangwa. Kimekuwa cha mwisho kuandikwa, kama kilivyokuwa cha mwisho kupangwa katika Biblia. Hiki ndio kitabu cha mwisho, vikifuatiwa na vile vitabu vitatu vya nyaraka vya Yohana, vile vitabu vya nyaraka za Yohana zile tatu, waraka wa kwanza wa Yohana, walaka waraka wa pili wa Yohana, waraka wa tatu wa Yohana. Hivi ndio vitabu vinavyofuatia kuandikwa kutoka mwisho, baada ya Ufunuo. Kwa hiyo Ufunuo ndo kitabu cha mwisho kuandika, vikifuatiwa na hivi. Ila kitabu cha kwanza katika Agano Jipya ni kitabu cha Yakobo, lakini kitabu cha kwanza katika maandiko ya Biblia ni kitabu kile cha Ayubu, kitabu kile cha Ayubu. Sasa mpangilio wa Biblia, mpangilio wa vitabu vya Biblia ulivyopangiliwa, Biblia imepangiliwa, mpangilio wake kama ifuatavyo vimeanza kwanza kuorozeshwa vitabu vile vya vya Torati, kwa sababu vitabu vya Torati ndio msingi wa taifa la Israeli. Kwa hiyo msingi wa taifa unasimamiwa katika vitabu vitano vya Musa. Kwa hiyo vile vitabu vitano vya Musa ndio vilianza kuwa vya kwanza, tunaita vitabu vya Torati. Halafu baada ya vitabu hivyo vya Torati, tunataka kujua nini kilichofuata. Sasa baada ya Torati vinafuata vitabu vya historia. Hivyo vitabu vya historia ni kutoka kitabu kile cha Yoshua mpaka kitabu kile cha Esta kitabu kile cha Esther, yes, kitabu kile cha Esther, kitabu cha Yoshua mpaka cha Esther, hivi ni vitabu vinaitwa vya historia. Tunataka tujue sasa baada ya hii Torati, vitabu vya Torati kushuka sasa, tunataka tujue watu waliishije kwa kuifuata hiyo Torati. Kwa hiyo tunapotaka kujua watu waliishije, tunasoma vitabu vya historia. Sasa inatuelezea nini? Kwa hiyo vikafuata kupangiliwa kwao, havikupangiliwa kwa, kwa mtiririko wa miaka, kwamba kitabu cha kwanza kuandikwa ndicho kitakuwa kitabu cha kwanza ku, ku, ku, kupangwa kwenye maandiko kwa vilifuatiliwa na mtiririko mzima wa muktadha wa kuanzia kutoka jangwani, kuanzia uumbaji, kutoka kutoka kutoka Misri kuingia jangwani mpaka katika nchi ya Ahadi, na huyo nchi ya Ahadi watu waliishije? Kwa, kwahiyo vinafuata vitabu vya historia, na baada ya hivyo vitabu vya historia ndipo vinaanza kufuata vitabu vya mashahiri, vitabu vya mashahiri ambapo hivyo vitabu vya mashairi lengo lake ni kumwonyesha Mungu alivyo mkuu, Mungu alivyo mweza, Mungu alivyoatendea ni katika hali ya kusifu. Tunataka tujue hawa watu katika vitabu vya historia hivi ambavyo tumeji tumeviona walikuwa wanamsifu vipi Mungu, walikuwa wanamwadhimisha vipi Mungu. Kwa walikuwa anamwazimisha vipi Mungu, ndo tunajifunza katika sasa vitabu hivi vya mashairi. Ingawaje vitabu vya mashairi vimeandikwa katika kipindi tofauti tofauti kwao, kama Biblia ingepangwa kwa mtiririko wa miaka, basi vingeanza kupangiliwa, vitabu vya mashairi ingeanza kupangiliwa pale kitabu cha Ayubu, alafu kiacha kitabu cha Ayubu kingefuata vitabu vile vya Musa pamoja na Zaburi, ingefuata vitabu vya Musa pamoja na Zaburi kwa sababu tunaona Zaburi ilianza kuandikwa miaka ya zamani sana sambamba na vitabu vitano vile vya Musa. Kwa hiyo unaona kabisa hapa mpangilio huu ulivyo, ulivyokaa, lakini pia vinafuata vitabu vya manabii. Sasa tunataka tujue katika vile vitabu vya historia kulikuwa kuna manabii walikuwa wanaji, wan, wanajitokeza wakitumwa na Mungu wanaenda kutoa ujumbe. Tunataka tujue hawa manabii walishije na Mungu na jumbe zao zilikuwa za namna gani, ndio vitabu vya manabii vinafuata. Lakini baada ya vitabu vya manabii hivyo kuna, kuna manabii wakubwa ambao ni Isaya, Yeremia, Ezekieli pamoja na Danieli, alafu vinafuata vitabu vya manabii wadogo awa vitabu vya manabii wadogo ndo vinavyofuata sasa. Tofauti kati ya vitabu vya manabii wakubwa na vitabu vya manabii wadogo, au tofauti ya manabii wakubwa na manabii wadogo, haina maana wale manabii wakubwa ndio wakubwa kwa Mungu tunaita tuna wa manabii wadogo kwa sababu ya jumbe walizokuwa wanapewa hawa manabii wadogo, zilikuwa ni jumbe za fupi za wakati fulani. Kwa walikuwa wanapewa jumbe kulingana na wakati fulani na ufupi wa jumbe zao. Kwa walikuwa wanaenda kutabiri kulingana na nini? Kulingana na aina za jumbe ambazo Mungu anapewa, anaenda kufikisha ujumbe ule. Lakini vitabu vya manabii wakubwa vinaendana kulingana na, kulingana na aina ya jumbe ambazo Mungu alikuwa anawatuma waandike zilikuwa ni jumbe ndefu zenye mtiririko mrefu sana. Kwa hiyo ndio maana tunaita hawa manabii wakubwa. Hawa manabii wadogo wale walikuwa na jumbe fupi ambazo zilikuwa zinaenda kwa haraka, wanaziandika chapu, zinasomwa, zina, zina, zina, zina pale na Mungu anajulikana amesema nini, lakini jumbe hizi za manabii wakubwa zilikuwa ni jumbe ambazo zimepangiliwa kulingana na mtiririko wa wa, wa, wa, wa, wa, wa maongezi ambayo Mungu alikuwa anafanya nini, Mungu alikuwa anawaonesha na anawafunulia kwao. Hawa manabii wakubwa jumbe zao wameanza kuandika kwa mtiririko na mpangilio, miaka na miaka. Tunaona Yeremia anaanza kusikia neno la Mungu tangu akiwa mdogo, kwa maisha yake yote anaandika kile Mungu alichokuwa anafanya nini, anawaambia. Sasa nataka nikueleze kitu kimoja, unavyoona vitabu vile vya historia vile vitabu vya historia hizi zaburi vyote vipo ndani ya vitabu vya historia, kwa sababu hizi zaburi zilikuwa vinatokea, watu wanaandika zaburi ndani ya vitabu vya historia. Yani kipindi ki, yani historia ya Israeli inaanzia pale walipotoka jangwani mpaka wanapoingia Kanani mpaka pale wanapo wanaporudi kutoka utumwani. Tunaona vitabu hivyo vina, vinaelezea historia ya namna hiyo. Kwa hiyo haya mambo yote naona manabii na nini wote walikuwa wanafanya kazi katika kuanzia miaka hiyo katika vitabu vya historia. Sitajua kama utakuwa umenielewa vizuri zaidi lakini kwa, kwa sababu somo hili ni somo endelevu linaloendelea, naamini tutakapokuwa tunazidi kuendelea kufundisha haya masomo haya mambo utazidi kunielewa. Lakini katika vitabu vile vya Agano Jipya vimewekwa mpangilio mzuri, vinaanza na mpangilio wa vitabu vya Injili hivi. Mpangilio wa vitabu vya Injili ndio msingi wa vitabu vya Agano Jipya, yaani msingi wa vitabu vya Agano Jipya unasimama katika vitabu hivi vya Injili hivi vinne vya Injili, kama ambavyo msingi wa vitabu vya Agano la Kale unasimama katika vitabu vile vya Torati vya Musa, ndivyo ambavyo msingi wa vitabu vya Agano Jipya unasimama katika vitabu hivi vya Injili. Alafu kitoka kitabu cha Injili kinafuata kitabu cha historia kimoja ambacho ni kitabu cha Matendo. Halafu kikitoka kitabu cha matendo ambacho ndo cha historia, vinafata vitabu vya nyaraka. Hivi vitabu vya nyaraka ni barua hizi ambazo walikuwa wanakumbushana. E, mtume Paulo anaandika barua, huku Petro anaandika, Yakobo anaandika, Yuda anaandika, Yohana anaandika. Hivi vilikuwa ni vitabu vya barua, lakini ukiacha hivyo, kitabu cha mwisho ni kitabu cha kinabii ambacho ni ufunuo wa Yohana ni kitabu cha kinabii. Kama ambavyo vitabu vya manabii vilikuwa viko mwishoni kwenye vitabu vya Agano la Kale, ndivyo ambavyo kitabu cha kinabii kipo hapa mwishoni kabisa katika vitabu vya Agano Jipya. Kwa hiyo unaona mpangilio huo umeenda, lakini haujafuata mtiririko ule wa miaka ya uandishi. Kwa unaposoma Biblia, jua mwaka ambao kitabu kimeandikwa Ujua mwaka ambao kitabu kimeandikwa, usichanganye ukaona, kwa sababu hiki ni kitabu cha tano kuandikwa au kitabu cha saba kuandikwa au cha nane, yamkini hiki ndo kilikuwa kitabu ambacho kina ni cha nane kweli, a kulingana na mtiririko na mpangilio wa maandiko hayo ya Biblia. Kitu ambacho naweza nikakuelekeza ni kwamba wakati waandishi wa Biblia wanaandika hivi vitabu, wawakupangilia chochote, wao wawa waandishi wa Biblia hawakupangilia na wala hawakuyapa majina vitabu, hawakutoa majina vitabu kwamba hiki kitakuwa kinaitwa Kutoka, hiki Mwanzo, hiki Ufunuo. Hawakutoa majina kwamba hiki ni kitabu cha Yoshua, hiki kitabu kitaitwa Samueli a haya majina na mpangilio wote wa vitabu na wale walivyokuwa wanaandika hawakuwa wanaandika kwa mtindo wa sura na mistari kama hivi kwamba sura mstari huu mstari huu mstari huu yamkini sura hizi su, sura zilianza kuja baadaye kupangiliwa mpangilio wa sura zilianza kuja baadaye kipindi cha Yesu tunaona anahitaja sura ya kijiti na vitu kama vilianza kupangiliwa baadaye, lakini wakati wa waandishi hakukuwa na mpangilio wa sura wala mistari. Hivi vyote vimepangiliwa ili sisi tunaosoma katika kizazi cha leo tuweze tukaelewa kusudi la Mungu hasa na jinsi Mungu anataka kusema nini na sisi na lengo lake Mungu hasa katika hivyo vitabu ambavyo tunavisoma. Kwa hiyo ninaomba kwa leo niishie hapa, kwa sababu somo hili ni endelevu. Nafikiri tutazidi kujifunza zaidi na zaidi. Usitoke hapo ulipo. Jina langu ninaitwa mwalimu Vincent Mwakisyala. kama huja subscribe channel hii subscribe. Sasa waalike wengine waje katika chaneli hii e ya Hazina ya Kanisa kwa ajili ya mambo mengi ambayo Mungu ametuandalia na Mungu atakubariki sana, barikiwe.